Leo nitakwenda kushare au nitakwenda kufichua michongo minne ya kutengeneza pesa mtandaoni mwaka 2025 eh, pasipo kutumia mtaji wowote. Karibu sana katika kipindi cha Michongo Legit. Mimi naitwa Billy na hapa kama nilivyokwisha kusema awali kuwa tutakuwa tunafichua eh, michongo halali eh, ya kweli na ya uhakika ya kutengeneza pesa mtandaoni mwaka 2025 pasipo kutumia mtaji wowote. Kama unatafuta side hustle, usisahau kusubscribe kwa upande wa YouTube, kufollow kwa upande wa Facebook, ili usipitwe na michongo legitimate ya kutengeneza pesa mtandaoni. Mchongo wa kwanza, ni kama unajua Kiingereza na Kiswahili kwa pamoja, unaweza ukapata kazi za kutafsiri document audio ama video kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza ama kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili e, katika site moja inaitwa Fiverr.com. Hii ni site special kwa ajili ya mafreelancer. Unaweza kufungua account yako kule ukajaza profile yako ukatengeneza na tangazo ambalo linaonyesha kwamba wewe unajua Kiingereza na Kiswahili kwa pamoja na unaweza kufanya kazi za kutafsiri. Ni very simple na haihitaji gharama yoyote katika utengenezaji Njia ya pili ya kutengeneza pesa mtandaoni pasipo kutumia mtaji, eh, ni ya kutengeneza ebooks na kwenda kuziuza katika site moja inayoitwa beacons.ai ama beacons store. Eh, unaweza kutengeneza ebook yako, eh, kuhusiana na topic yoyote ambayo wewe uko interested. Na unaweza kutumia artificial intelligence kama akili bandia ikakusaidia kutengeneza ebook na baadaye ukaenda kuiupload na kuanza kuiuza katika, eh, site hii inayoitwa beacons.ai na unaweza ukapunguza bei ukafanya bei ndogo zaidi kuanzia pengine hata dola tano ili uweze kupata wateja wengi, e, kwa sababu unaanza. Ndo unaanza mchoko wa tatu wa kutengeneza pesa mtandaoni mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi kwa kutumia mtaji ni kwa kupitia bwana Facebook. Facebook wanalipa lakini hawalipi kila mtu. Yes, unaweza ukatengeneza page unaweza ukabadilisha uka profile yako ya Facebook kwenda kuwa professional dashboard ama kuwa page. na nabada usiripwe nitakuja kufichua kwenye video inayofuata, ni namna gani unaweza ukabadilisha uka profile yako ya Facebook kutoka kwenye profile kwenda kwenye page na ukaanza kutengeneza content ambazo moja kwa moja zitakusaidia wewe e, baada ya muda fulani uweze kuwa monetized na uanze kulipwa kwa e, kupitia Facebook. Njia ya nne na ya mwisho katika hii video ya kutengeneza pesa mtandaoni eh, ni kwa kushiriki katika research ama tafiti mbalimbali eh, kwenye site moja inaitwa Respondent.io. Ukishatengeneza account yako na ukakamilisha profile yako, utaanza kutafuta eh, research ama tafiti mbalimbali ambazo eh, zinaendana na profile yako ama zinaendana na experience yako ama ambazo eh, unaweza ukajibu maswali kikamilifu baada ya hapo utaanza ku-apply. Na kama kutotokea research ambayo utachaguliwa ushiriki, basi baada ya kumaliza kushiriki utapewa pesa yako, utaingizwa kwenye akaunti yako. Na research zinalipa vizuri na eh, wanalipa kuanzia dola kumi, dola ishirini, dola thelathini kulingana na kiwango ambacho ma researcher wanalipa. Ningetamani kusikia kutoka kwako, ni mchongo upi kati ya hii ungetamani tuanze kuchambua kwa kina kwenye video inayofuata au kusubscribe, kufollow, kulike na kushare na mtu ambaye anatamani kupata side hustle ili na yeye asipitwe na side hustle muhimu, halali na za ukweli kama hizi. Ulikuwa na mimi Billy kutoka Michongo Legit. Work smart.